Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Kitupa ridhaa kuendesha tena nchi, tunaahidi kujenga soko la kisasa la Bunazi. Aidha, tutatoa, tutatoa mikopo kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba katika mwalo wa Kabindi kata za Kashenye na Gera. Katika kipindi hiki vile vile, tulitoa miche ya kahawa laki tano themanini na nane mia tano na thelathini kwa wakulima, yenye thamani ya shilingi milioni 189, kitu paridha. Na tukiendelea tunaahidi kuleta miche milioni mbili ya kahawa na laki tano uh, ya parachichi, ili tuweze kuzalisha zaidi kahawa na parachichi. Sasa ndugu zangu, kwa upande wa miundombinu tumejenga minara minane ya mawasiliano katika kata za Kakunyu, Kasambia, Bugorora, Ruzinga na Mushasha ili kufanya watu waweze kuwasiliana vizuri. Ile kazi ya kupanda juu miti kutafuta, hapana. Sasa unawasiliana hata ukiwa chumbani unawasiliana, mzee uko wapi? Muda umepita. Kwa hiyo Aidha, tumefanya upanuzi wa kituo cha kupoza umeme Kyaka ili kuondoa adha ya kukatika katika kwa umeme. Miongoni mwa miradi ambayo tutaendelea kuitekeleza katika miaka mitano inayokuja, mkitupa ridhaa, ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Kibaoni Bunazi hadi Kagera Sugar junction kilomita 25, lakini pia kwa gharama shilingi bilioni 58.7. Vile vile tutakamilisha barabara ya Kietema Katoro Kyaka kilomita 38. Lengo ni kuhakikisha wananchi wa Misenyi hawapati adha ya usafiri.